Ndugu wa Tanzania wenzangu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nachukua e, nafasi hii kwanza kujitambulisha, naitwa Evance Lucas Chande ni askofu mkuu wa makanisa ya Karmel Assemblies of God Tanzania, na tuko hapa Ipagala. Nimeona leo nizungumze kwa uh, taarifu wa Tanzania kwamba sasa tunaenda kumaliza mwaka kama ambavyo mnafahamu, lakini tarehe moja tutakuwa na ibada maalum. Ibada hii ni ibada ambayo kwanza tutatoa shukurani kwa Mungu kwa sadaka zetu, tutakwenda kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo Mungu ametusaidia mwaka mzima, kuanzia Januari mpaka kufika Januari. Hivyo <coughs> nachukua nafasi hii kuwakaribisha Watanzania wote, wana Dodoma na watu ambao wako kutoka sehemu mbalimbali. Ibada hii mara nyingi tunaifanya kila mwaka tarehe moja, na imekuwa na mwitikio mzuri, na watu wengi wanakuja kutoka sehemu mbalimbali, eh, wengine wanasafiri kabisa kuja kwa ajili ya ibada hii ya maombi na shukurani. Kwa hiyo katika ibada hii kunakuwa na mambo makubwa yafuatayo ambayo ni ya muhimu sana kuyafanya. Cha kwanza ni kumshukuru Mungu, na ndio maana nimesema huwa tunakuja na sadaka, tunazitoa sadaka zetu pale, kumshukuru Mungu kwa kutulinda na kutusaidia mpaka kuvuka mwaka husika. Lakini pia tunakuwa na maombi maalum ya kuanza safari ya mwaka husika, yani kwa mfano sasa tuna mwaka 2026. Waumini wote na watu wote ambao watakao kuweko hapo kwa pamoja, tunafanya maombi ya kuanza safari ya kuanza mwaka, kwa sababu tukitembea na Mungu ndipo tutafanikiwa, tukitembea na Mungu ndiye tutakuwa salama lakini tukienda wenyewe hatuwezi kufanikiwa katika kila jambo ambalo tunafikiri tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo tunaanza, tunafanya maombi haya, lakini pia tunakuwa na maombi maalum kwa ajili ya taifa, taifa letu la Tanzania. Kila mwaka huwa tunafanya hivi, na mimi nataka niwaambie Watanzania, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Maombi ni kila kitu. Maombi ndio hufanikisha kila jambo. Yeye amesema katika kitabu cha Mathayo sura ile ya ya saba mstari wa saba anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa, kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, abishaye atafunguliwa. Tena anasema kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Eh, akimwomba samaki atampa nyoka? Anasema, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa wa watoto wenu vipawa vyema, je si zaidi Baba yenu wa mbinguni? Kwa hiyo nataka niwaambie maombi ndiyo kila kitu, ndio kinaweza kukufanya wewe utembee kifua mbele, ufanikiwe katika shughuli zako biashara zako zinahitaji kuombewa, familia yako inahitaji kuombewa na we mwenyewe kuomba eh, ukoo wako unahitaji maombi, ofisi yako inahitaji maombi, shughuli zako kama shamba, wapi, kote kunahitaji maombi. Tusifanye bila maombi, tusianze mwaka bila maombi. Kwa hiyo huwa tunafanya maombi kwa ajili ya taifa letu kuombea nchi Mungu ailinde aitunze eh. Mambo mengi katika maombi hayo ambayo siwezi kuyaelezea hapa, ni mengi ambayo tunaomba kwa ajili ya nchi yetu, lakini pia huwa tunaombea wafanyabiashara wote. Tunawaombea wafanyabiashara, Mungu ainue biashara zao, Mungu awabariki katika shughuli zao Mungu akuze mitaji yao, tunawaombea hivyo ili wafanikiwe, kwa sababu wafanyabiashara wakifanikiwa, kimsingi ni kwamba uchumi wetu wa Tanzania utapanda. Lakini hao wafanyabiashara wakiwa waki, hawajafanikiwa waki wa, waki wa chochote au mitaji yao ikiendelea kudidimia ya chini, maana yake na uchumi wa nchi hii utaendelea kushuka. Kwa hiyo tutaendelea kuombea pia hapo wafanyabiashara lakini pia huwa tunaombea wakulima, wakulima wote tunawaombea, ili chakula kiwepo. Bila wao kufanikiwa mashambani, tutaangaika, tutakosa chakula. Kwa hiyo huwa tunaomba kwa ajili ya hilo. Lakini lingine tunaomba kwa ajili ya wafa, wanafunzi, tunaomba kwa ajili ya wanafunzi, wanafunzi kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu wote tunawaombea ili Mungu awasaidie wa tupate wasomi wazuri watakaotuongoza katika maisha yetu, na naamini eh, wewe ungetamani watoto wako waombewe, wewe ungetamani mtoto wako ambaye yuko chuo kikuu afanye vizuri, wewe ungetamani ambaye yuko fo, mtoto wako yuko form 5 afanye vizuri, ungetamani yule ambaye anaanza darasa la kwanza awe anaongoza darasani. Kwa hiyo haya yote tunasema maombi ndiyo jibu la haya yote lakini pia tunaombea wanandoa, ndoa zetu, ili ziweze kuwa salama. Jamani, zinahitaji maombi, dunia imeharibika leo. Tunahitaji kuombea ndoa zetu ziweze kuwa salama. Ndio maana watoto wanaharibika kama ndoa haziko salama hata watoto watakuwa hivyo hivyo. Tunaona watoto wengine wanaitwa watoto wa mitaani, ni kwa sababu wengine wametoka kwenye ndoa zilizoharibika. Baba hajulikani alipo, mama hajulikani alipo, mtoto anajitembelea, anaamua kutafuta riziki yeye mwenyewe. Tunahitaji kuombea pia ndoa zetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana ninyi wanandoa, mje, tuje kufanya maombi, kuombea ndoa zenu. Lakini pia Ah, tunaombea vijana vijana wetu, vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Tunawaombea ili Mungu awasaidie katika shughuli zao, katika biashara zao, wengine wanatafuta kazi, wengine wanahangaika huku na kule, wengine hawana mwelekeo. Tunawaombea hawa vijana, ili watusaidie katika kuhakikisha taifa letu linakuwa sawa. Kwa hiyo tunaombea vijana ili Mungu awasaidie wenye kutaka kuoa waoe eh, na wanaotaka kuolewa waolewe. Wote hao tunawaombea. Kwa hiyo tunawashauri wote wa Tanzania, jitahidini sana kuhudhuria maombi haya. Sasa ni wana Dodoma mlioko hapa, tunawakaribisha sana, njoni eh. Na tumejifunza kwamba maombi haya yamekuwa na matokeo makubwa sana. Waumini wa wa kanisa la Karmel Assemblies of God walioko hapa na sehemu zingine wameshajua kwamba haya maombi sio ya mzaha, lakini kingine ambacho tunafanya, uh, tunaandika maombi ambayo, au mahitaji, unaandika mahitaji ambayo ungetamani Mungu akutendee kwa mwaka mzima Yani, pengine katika mwaka huu naweka malengo kwamba mwaka huu nataka kujenga, mwaka huu nataka ninunue eh, labda gari, mwaka huu nataka nilime shamba, mwaka huu nioe, mwaka huu yaani yale malengo yako yote ambayo umeyakusudia kwa mwaka unawasilisha. Utakuwa na kikapu maalum cha maombi, haya tunayaweka pale ili kusudi hayo yatakuwa yanakuwa yana na maombi maalum, lakini pia usisahau pia ukifanya jambo hili na wewe uandae sadaka yako ya kumshukuru Mungu, kwambia Mungu, ninakushukuru kwa haya ulionifanyia ulio katika mwaka ulioisha, lakini ninakuomba pia kwa kupitia sadaka hii ninakuomba unisaidie eh, katika mwaka huu yale malengo niliyoyaweka Mungu nisaidie, naomba unitendee. Mungu atakutendea. Yeremia 32 mstari wa 27 anasema hivi, Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Ndio maana tunajivuna kuhusu maombi. Maombi ni kila kitu. Tumeona kupitia maombi wagonjwa wanafunguliwa. Hapa tunaona kupitia maombi watu wamefanikiwa biashara zao. Tunaona kupitia maombi watu wamenufaika katika maisha yao hata ya ndoa, mandoa ya ndoa zinakuwa salama eh. Ndio maana wakati mwingine huwa tunawaambia kwamba ukitaka tu kutufollow wewe, angalia YouTube tunapatikana, eh, YouTube tunapatikana, ukiandika Karmel Assemblies of God eh unapata, unaona ibada zetu, unaona tunavyoendelea, hata Facebook, Instagram na TikTok, ambayo TikTok sasa haifanyi kazi, lakini huko eh, kote tunapatikana, Instagram tunapatikana. Kwa hiyo ingia kule, ukiandika Karmel Assemblies of God utaona sisi tuko kwa ajili ya kuhudumia jamii na tumeona wengi wakifanikiwa, wengi wakifunguliwa, wengi wakiponywa magonjwa. Wengine wa ametibiwa, imeshindikana, anakuja hapa tunamwombea na Mungu anamfungua. Kwa hiyo niwaombe tarehe moja, ndugu zangu, wana Dodoma na watu wengine wote, hata eh, kokote kule mliko, naomba msiache kuhudhuria maombi haya, lakini pia uh, kwenye kwenye kwenye kwenye E, kwenye, kwenye siku hiyo utakapokuja uh, utakapokuja usiache na watoto nyumbani. Njoo na watoto wako kwa sababu pia tutawaombea wale watoto wadogo, wale tunawaombea ili Mungu awasaidie wa na roho za ubakaji, roho za ulawiti, ro tunawaombea hao watoto. Usiwaache watoto nyumbani na tutakupa mawasiliano, tutakupa mawasiliano ya simu kama wewe utaona umekwama. <coughs> Kama umekwama na ulitamani kuhudhuria, mawasiliano utawasilisha eh, maombi yako kupitia simu, yale uliyoyaandika utawasilisha, na sisi tutayaombea, ambayo nataka niseme, na sadaka yako ambayo tayari umeamua kuitoa kwa kumshukuru Mungu, kupitia mawasiliano hayo, tutakuelekeza unalipa namba ambayo tuko nayo tuta tutakupatia tuta hiyo ili uweze iweze kukusaidia kuweka sadaka yako. Kama utashindwa kuja, unaweza kutu e, kutuma sadaka yako na Mungu atakubariki sana. Hii ndiyo njia pekee tunakupa, lipa namba ya Tigo 22 905574 utaona jina linatoka Karmel Assemblies of God. 22905574, hiyo ni lipa namba ya Tigo. Unaweza uka- ukaingiza sadaka yako kama utaona huwezi kuhudhuria labda, uko mbali uko mikoani na ungetamani tukuombee, unaweka sadaka yako ya shukurani kwamba Mungu, ninakushukuru, umenilinda mwaka mzima, nimefanikiwa angalau kuona mwaka mwingine. Hiyo hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo ninaomba watanzania wenzangu, niwahamasishe msiache kuhudhuria maombi haya, ni ya muhimu sana ni ya muhimu sana, yanakuweko kuanzia saa ibada inaanza saa, saa moja na nusu saa s paka mbili 2 e, hapo ndio hasa saa mbili rasmi ibada inaanza ina. Kwa hiyo niwaombe na tunamaliza kwenye saa saba hili kwa sababu maombi yanakuwa ni marefu na tunaombea watu wengi. Kwa hiyo katika muda huo tunakuwa kwenye maombi. Kwa hiyo ni, ni kushauri usiache kufika na Mungu akubariki sana nikutakie e, maandalizi mema ya kumaliza mwaka na Mungu akubariki, Mungu akutetee katika jina la Yesu. Lakini namba yangu ya simu pia nikutajie: 0754 39 14 97 ukitaka kuwasiliana nami kwa simu 0754391497. Mungu akubariki sana, karibu sana ndugu eh, mtazamaji na msikilizaji, naomba nikupe location namna ya kufika hapa e, kanisani. Kanisa ile tuliko e, kata Ipagala Ipagala, hapa Dodoma mjini mm -hmm. E, mtaa wa Ipagala. Ukitaka kufika hapa kanisani, ukipanda daladala, dala machinga zinapanda zile zinazoelekea Swaswa, unashuka kona ya msikiti. Ukishafika hapo uliza mtu yoyote juu ya kanisa la Karmel Assemblies of God kwa Askofu Evans Chande utafika. Lakini pia wewe ambaye unatoka Nzuguni, wapi unashuka Meriwa, uliza bodaboda yoyote boda. Nahitaji kwenda kwa Mchungaji Evance Lucas Chande Ipagala, watakuongoza utafika mpaka kanisani. Na wewe ambaye uh, una usafiri wako tu, ukitoka mjini unapita hii njia ya mataa ya mataa waziri mkuu, anaita mataa waziri mkuu. Ukishafika mbele eh, hapo panaitwa black hapo kuna kibao fulani kimeandikwa black kwenye kona hapa, hapo hapo unachepuka kushoto ama ni kulia. Uwe, utaona mnara wa simu pale juu, ufate ule mnara. Ukishafika pale chini kuna bodaboda waulize, kanisani kwa mchungaji Evance, utafika na Mungu atakubariki sana. Tunawakaribisha wote, karibuni, karibuni sana. Namba za simu 0754 391497 0754 391497. Unaweza ukanipigia kwa simu hiyo na e, ukawasiliana kama kuna utata mahali, umepotea na nini, tutakusaidia. tunaokaribisha karibu sana tarehe moja, ibada kubwa muhimu sana. Tunawakaribisha waimbaji mbalimbali, kwaya mbalimbali mbali zipo, waimbaji binafsi wapo, wanaimba kwaya za kanisa na watu wengine mbalimbali, tunawakaribisha. Karibuni sana sana. Mungu awabariki.